Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma, mwenye kuneemesha neema zote, na vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu Abul Qasim. Madhumuni ya kuyazungumzia haya, kuna kanda ambayo kwamba imeonekana ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, na kanda yenyewe ina uchochezi wa kidini. Mzungumzaji ni kiongozi anayejulikana kama Prophet Matthew Israel, akiwa katika kanisa ama kiongozi wa kanisa la Christ Chosen Generation, CCG, International Ministry. Kuna mambo mengi ambayo kwamba amewahi kuyazungumzia ya uchochezi, na akikusudia Uislamu. Japo mwanzo wa mazungumzo alikuwa anajaribu kubana maneno yake isionekane amewakusudia Uislamu, lakini ulimi ndio ulimi ulimi hujepa yaliyoko moyoni mbele ya mazungumzo wazi yake akataja waziwazi kuwa ni uislamu ama uislamu We need to pray for this country a year ago I gave a prophecy that there was a particular religion that is slipping itself into the leadership of the country and Their aim is that by 2040, they produce their own president. Hallelujah. I want this one to go into records that uh, President Ruto will be one of the president Christian president who ushered in a different religion to rule the country. Haya yatabakia kuwa ni madai ya yasiyo na msingi Kenya haina uchaguzi wa dini wala wa ukabila, bali uchaguzi ni wa wananchi. Rais hachaguliwi kwa imani yake ama kwa dini yake, anachaguliwa kwa kura za wananchi. Madai ya mipango ya siri ni kuchochea hofu. Kenya ni taifa la makabila 47 na dini tofauti na kila raia ana haki sawa ya kugombea bila kupigwa marufuku kwa imani yake haleluya and uh, these people when i was praying i saw the border is opened and they are coming in anyhow no vetting they are coming in and they are being given ids and uh, They are flocking everywhere. Hili ni shtaka linalohusu usalama wa taifa, si dini. Vitambulisho havitolewi ila na serikali kupitia taratibu rasmi. Kusema kundi fulani limeingizwa ni kuchafua taasisi za serikali na eh, kuzua uhasama kati ya raia. Ni hatari kutengeneza picha kwamba watu fulani ni wageni katika nchi yao bila ushahidi wa kisheria. This is a religion that is building itself well. They have now taken over Nairobi, They are controlling Nairobi. They are controlling Mombasa. They are controlling Kisumu. They are controlling Eldoret. They are controlling Machakos they have entered every town. Major contracts, they are the one who are being given apart from being imported into the country they are also giving birth huu vile vile utabakie ni uchochezi wa kiuchumi. Biashara Kenya ni huru Yeyote anaweza kuwekeza kununua au kushindania tenda kwa mujibu wa sheria. Hakuna ushahidi unaoonyesha miji imechukuliwa au sekta imewekwa mikononi mwa dini fulani. Kueneza propaganda za umiliki wa miji ni njia rahisi ya kuamsha hisia za chuki, that by 2040 every state must be an Islamic state huu ni uvumi wa zamani usio na uzito wowote wa kisheria wala kisera. Kenya haina sera inayohusishwa na tamko hilo.

Kununua the jengo au ardhi hutokana na makubaliano ya kibiashara, si makubaliano ya kidini. Madai haya yanaunda chuki dhidi ya wawekezaji fulani na kupotosha wananchi kana kwamba biashara ya nchi inathibitiwa inathibiti na dini moja. Ni hatari kwa mshikamano wa taifa. Kutaja wabunge wamehongwa bila ushahidi ni kuvunja heshima ya, ya taasisi za taifa. Sheria inapita kwa kura, si kwa imani ya mbunge. Ama kumpaka matope mbunge kwa sababu ya dini yake ni kuingiza Kenya kwenye migawanyiko ya hatari.

Kenya ina mawaziri, ina magavana, ina wabunge na viongozi wa umma kutoka dini zote, na hatujawahi kusikia vita vya kidini, kwani katiba imeweka uhuru wa kuabudu kwa kila mtu. Kudai kwamba kiongozi wa dini fulani akichaguliwa, Kenya itabana uhuru wa wengine, ni kuhalalisha chuki kabla hata ya matokeo. Uislamu unafundisha kufanya wema kwa jirani na wazazi hata kama si Waislamu. Ukristo unafundisha pendana na jirani, heshimu mamlaka na usiingize vita vya kidini.

Hakuna kulazimishana katika dini. Hakuna kumlazimisha asiye Muislamu ni lazima aingie kwa Uislamu, la anaingia kwa khiari yake, moyo wake umefunguka mwenyewe, akavutiwa na Uislamu, lakini si kwa kulazimishana, si Uislamu. Mwisho, wito wangu kwa serikali, viongozi wanaotumia madhabahu kueneza chuki wanahatarisha amani ya nchi. Wanagawa wananchi, wanaleta chuki za kidini, wanasababisha taifa kuingia migogoro isiyohitajika. Hawa watabakia kuwa ni maadui wa amani ya taifa. Kenya ni ya watu wote, Waislamu, Wakristo, Wahindu, Wabudha, na wala haifai kueneza chuki kwa misingi ya kidini, kwani taifa letu linaheshimu dini zote. Mwisho kabisa, nasema huu ni wito wangu kwa NCIC. Kwa kauli kama hizi ambazo zimejaa madai ya uongo, taharuki ya kidini na lugha inayoweza kusababisha mgawanyiko wa taifa, ni muhimu NCIC iingilie kati mara moja. Hotuba za aina hii zinaangukia katika kile sheria ya NCIC inaita hate speech na incitement based on religion ambazo ni makosa ya kisheria nchini Kenya. Tunatoa wito, NCIC imuite kiongozi huyu ichukue ushahidi wa maneno yake na imtake ayafute kwa haraka sana au withdraw maneno yake, na hilo aweze kulifanya hadharani ili kuepusha mgawanyiko wa kidini na kulinda amani ya taifa. Kenya imejengwa kwa misingi ya utu, heshima na undugu wa kidini, na hatutakubali mtu yoyote avunje misingi kama hiyo. Tutaiombea nchi yetu, twasema: E Mwenyezi Mungu, tulindie taifa letu, Kenya yetu, dhidi ya fitna, dhidi ya dhulma, bariki viongozi wetu pamoja na raia wote kwa jumla, na tuhifadhie amani daima. Amin.